Nimeandaa shairi kutoka katika kitabu cha Zaburi thelathini na nne kuanzia mstari wa pili hadi wa tatu tena mstari wa nne hadi wa tano tena mstari wa sita hadi wa saba tena mstari wa nane hadi wa tisa na kibwagizo la shairi langu latoka katika mstari wa tano ba na kibwagizo la shairi langu linakwenda hivi: Bwana aliniopoa kwenye hofu zangu zote. Bwana aliniopoa kwenye hofu zangu zote. Bwana tamtukuzia sifa zake zikinywani, nafsi yangu tasifia Bwana wangu daimani. Wanyonge pate sikia na kufurahi moyoni. Bwana aliniopoa kwenye hofu zangu zote. Bwana tumtukuzeni, tuliadhimishe jina. Nilimkimbiliani akanisikia Bwana, kwa hofu zote zangu ni Kaniopoa Bwana Bwana aliniopoa kwenye hofu zangu zote. Mungu mtazameni mpate kufurahia atawekwa maana ni mnyonge akililia akimwokoa shidani zote anazopitia. Bwana aliniopoa kwenye hofu malaika wake Bwana kwao kambi ameweka, ana waoko wa Bwana wa, wa, wa mchao wafunika, onje ni